Mstari wa mstari wa siri na neema zilizofichika. Miezi iliyopita tangu luteni arudi kutoka mlima Zambarau, kijiji cha Nderema kilianza kushuhudia mabadiliko ya ajabu. Mashamba yalitoa mavuno mengi kuliko kawaida, mifugo iliongezeka kwa kasi, na hata magonjwa yaliyokuwa yakiwasumbua watu kwa muda mrefu yalianza kupungua. Furaha ilianza kuonekana tena kwenye nyuso za wanakijiji. Hawakujua chanzo cha baraka hizo, lakini Binyondo kwa busara yake alikuwa na hisia kuwa kuna uhusiano na safari ya luteni mlimani. Alimwona kijana wake akibadilika. Alikuwa mtulivu zaidi, lakini pia alionekana kuwa na mzigo mzito moyoni. Macho yake yaliyokuwa hapo awali yaking'aa kwa udadisi, sasa yalikuwa na huzuni isiyoelezeka. Siku moja Binyondo alimwita luteni. Mwanangu, alianza kwa sauti ya upole, naona kuna kitu kinakusumbua. Tangu urudi kutoka mlimani umekuwa kimya. Je, ulikumbana na nini huko? Luteni alikaa kimya kwa muda mrefu akishikilia ile pete ya nyoka mwenye vichwa viwili mkononi mwake. Mwishowe alisema kwa sauti ndogo, niliona mengi bibi, nilijua siri za zamani, na siri hizo zina gharama yake. Hakuweza kumweleza bibi yake kila kitu alichokiona kwenye kioo, ile sura yake ikibadilika na kuwa ya huzuni. hakuweza kueleza uzito wa kujua kuwa neema wanayoifurahia kijijini imetokana na kitu chake cha thamani alichopoteza, kumbukumbu ya baba yake. Je, kuna chochote unachoweza kunieleza mwanangu? Labda kwa kushirikisha mzigo wako utapungukiwa na uzito, Binyondo alisisitiza. Luteni alimtazama bibi yake, uso wake umejaa mashaka. Alijua kuwa kumweleza kila kitu kunaweza kumsumbua mzee huyo, lakini pia alitamani sana kumshirikisha siri hiyo. Bibi, alianza, mlimani kuna pango. Ndani ya pango hilo niliona matukio ya zamani, usaliti uliosababisha laana kwa mlima ili mlango wa hazina ufunguke ilibidi nitoe kitu changu cha thamani. Na ulikitoa? Binyondo aliuliza kwa wasiwasi. Luteni alinyanyua mkono wake na kumwonyesha pete ya nyoka. Niliitoa pete ya baba yangu, na badala yake nilipata hii. Binyondo aliitazama pete kwa umakini. Alikuwa amewahi kuiona alama hiyo kwenye maandiko ya zamani, ikimaanisha mabadiliko na mizani. Nyoka mwenye vichwa viwili inaashiria pande mbili, alisema kwa sauti ya kutafakari Inaweza kuwa baraka na laana kwa wakati mmoja. Hivyo ndivyo nilivyoona, luteni alijibu. Hazina ilikuwepo lakini siyo ya dhahabu tu, ilikuwa ni maarifa, maarifa kuhusu masaibu ya zamani, na gharama yake ilikuwa ni kupoteza kitu changu cha thamani zaidi. Walikaa kimya kwa muda, kila mmoja akitafakari maneno ya mwingine. Binyondo alimshika mkono Luteni. Ulifanya ujasiri mkuu, mwanangu, ulifikiria maslahi ya kijiji chetu, lakini usiruhusu mzigo huu kule Siri ni kama moto, ikiwa utaiweka karibu sana itakuunguza. Siku ziliendelea na neema kwa kijiji iliongezeka, lakini Luteni aliendelea kuwa na huzuni. Alihisi kama amefanya biashara mbaya, akibadilisha kumbukumbu -kumbu ya baba yake na baraka ambazo hakuhakikisha kama zinastahili gharama hiyo.